akasema sasa tunafanya nini? Nikamwambia wala usijali wewe, mzigo hauwezi kuibiwa, watauleta. Akasema eh, akasema huwezi kuibiwa. Nikamwambia huwezi kuibiwa, akaanza akaondoka, ni kama kuniamini, kama ningekuwa kwa Mungu anishuhudia. Baadaye mtoto akaniuliza, baba, sasa unafanyaje? Nikamwambia mtoto, hebu natigani sasa, kuna mtu anaweza kunibia? Nitawapa mfano mmoja. Hivi kwenye shamba la mchawi kuna mtu anaweza kwenda kuiba? Au hata nyumbani kwa mchawi kuna mtu anaweza kwenda kuiba? eti watu watune, kuna mtu anaweza kwenda kuiba kwa mchawi? si hata wazazi wanaambia watoto usiguse kile kitu kile. Sige sasa kama sisi tunaona Mungu ambao ni nguvu zaidi ya mchawi. Hiyo tunajua hakuna wa kukuibia yaani, wewe ni tishio kuliko mchawi kwani nikamwambia, hakuna anayeweza kumwambia wewe, mzee, utarudi. Aliyemchukua atarudisha. Ile mwenye kama pita kama wiki moja hivi, shangani kujua, si wewe ni fulani, mzigo wako hapo, mzigo wako kama ukumbe potea, sasa nimeuleta, naomba, naomba uje uchukue, lakini ndio tena elfu tano maana nimepata shida kwa kupatiana. Nikasema Nikasema naomba huyo ambaye anatoa mzigo uje naye alafu, nikija nitakukabiza, nitaka elfu kumi au ishirini, nitakupa. Yule bwana alichokifanya pale pale, alipokuwa aliniambia, sasa kama mwagize bodaboda, niko sehemu fulani. Alienda pale kwenye timu ya SRDB, alimwachia mlinzi wa pale, na yule mlinzi alitoka, mzigo kabaki pale. Mzigo jamaa kunapeta, naenda nafika, nauchukua mzigo huko pale

vitu kwenye sanduku la Agano wakubuakikcotokea Mungu ana wa vitu vitu. Kwa mtu akichukua cha kwako ni sawa, kuchukua cha Bwana hawezi. Yani mule ndani itakuwa ni shida, itakuwa ni matatizo mpaka arudishe, na ndio dawa. Hawezi akapona mpaka arudishe, yeye ndo analazimika kutafuta hiyo arudishe. Mimi sikuhangaika kwa kwanza kudisia kupiga simu, nilijua watanitafuta. Yesu tusaidie za neno la Mungu. Sasa naomba tusimame kimya kimya, nitume neno la Mungu. Kupote kwenye kitu chako, mwambie Papa, nimesikia maneno yako ni roho, nami kama ni roho inaenda popote. Lakini kumbuka, roho ya Mungu pekee inaweza kwenda popote. Roho ya shetani haina halina neema, haiwezi kwenda popote. Roho ya shetani unajua shetani yuko hapa duniani ua ila Mungu duniani mbinguni yuko duniani na kuzimu anaenda. Bwana Yesu asifiwe! Kwa roho ya Mungu yenye inaingia kwa ambayo ni neno lake. Kwa neno lake tunaweza chika suma popote na tukaliambia ikatufanyia vitu na vitu vikafanyika. Bwana Yesu asifiwe! ikafanyika kabisa kabisa ikafanyika